Shop kama tunavyoambia tuwapendwa kutoka Dubai, kutoka China, mzigo umefika. Mashuka leo tuna bei ya promotion. Kama unaviona shuka, rangi tofauti tofauti, tuna rangi ya rangi ya chungwa, two in one kitu, two in one kutoka Dubai. Yani eh wenyewe, chuma nyingine unaiona, unaona pinki kutoka Dubai. Bwana, bei bei bei, imetulia kabisa, shuka mbili kwa moja elfu ishirini, yaani bei ya promotion kabisa, ofa tupa tupa kabisa, tunaweza kusema Pata Pata Shop the service you want. Bwana, unaona kazi nyingine, yaani ndio ndio nakuoneshea kazi kutoka Dubai, kazi haina haina haina haina kulala, haina kulala. Unakosaje kuja Pata Pata Shop eh, yeah? Pata Pata Shop ndio suluhisho lako la mahitaji yote unayohitaji bwana, to follow us On Instagram, hata wasapetu taiandika ta, ta hapo chini na hata YouTube utatuona, lakini kiuhalisia huu mzigo tunakufanyia delivery mpaka kwako no, lakini, kwa elfu umeona mbili, lakini tunachokisema sisi kwamba hatutaki kukupa kitu ambacho utaona kama akosewa, hiki kitu ni kutoka quality, maana unaona nomana unaonakutole kabisa kama lia maurag ni mzigo ni sasa tunatoa kwenye sindi chuma ziko mbili kwa moja kwa elfu ishirini tu bila delivery. Kwa delivery elfu ishirini na mbili umeona mwari huyu kama hivi, Idi Pasaka unatambika kwako, unaona eh? Majambo hadi na folonya zake, unakosaje hii? Ndio pata, pata shop quality ones inapatikana hapa bwana, take care, usipitwe na huu damu udambu udambu unaotoka udambu hivyo, tunaanza kama pata, pata shop. Usipitwe, endelea kufuatilia.